Yeah, masta tano ambao labda na taman, natamani nao natamani kuoa au kuwa nao kimapenzi ya yeah, mojawapo Wema Sepetu yeah, kwa sababu najua ukiangalia kiukweli, najua amejazia, najua o e ya Lulu, najua ule muonekano wake, najua nanivuta sana binafsi ule muonekano kwa ujumla anajua yale macho nini ya kimzungumzia Tunda, Tunda, Tunda pia. Yale macho nini ya free modomodo fulani, anikoisha sana naona ya joketi pia, ya yani misi fulani hivi, kwa vitu kama vie, kwa na misi misi pia. Na mimi najua mungine ni nani, unajua

ya kati yao wote ambao nimewataja sijabahatika hata mmoja kukutana nao, ila siku Mungu akibahatika nao kukutana nao ya, nitafunguka live. Unajua, kama nikipata nafasi ya kuongea nao we mi nitaongea, kwa sababu mi ni mwanaume, unajua siogopagi, naongea najua kitu ambacho labda kinanisibu toka moyoni, lazima nikisema wazi kwa mtoto wa kike Yeah. Yeah, unajua sometimes mahusiano ma, ma unaweza ukafanya secret fulani hivyo, kwa hiyo ukuno... unaweza ukajua hukuutajua jisi gani ya kujikontrol, unajua yaani kwamba hapo, unajua ninamzungumzia Wema Sepetu, unajua kwamba nikiukweli, mfano nakutana nao live bila, najua mimi nafunguka, unajua, kwa sababu ni bo, kwa hiyo nitamwambia ukweli kwamba da, ujua unanifanya nisilale, unajua sometime nikikufeel, nahisi vitu vingi sana natamani, ni siku moja ni kwamba nitaka nienjoy, na nikiwa nawe ndani ya mahusiano, unajua kitu ambacho kimenivutia kwa Wema Sepetu ni ile figa yake, anajua nikizungumzia ya, figa nahisi kila mmoja anajua, anajua ni nini. Asi ya pia hata yale machomacho yake zile, kwa ndo vitu ambavyo nikasema vimenivutia sana so, uh, kamudu. Kamudu ya mimi naweza kusema naweza nikamudu Wema kwa sababu najua kwamba naimani kwa mimi binafsi ningejizungumzia mimi kwamba siwezi kusema labda nitashinda hata kwa kumhudumia, unajua. Ya, ana uwezo hata kumlisha, kumvisha na hata kama hata kusafiri, sehemu ya kuishi mahali mzuri, fresh. Yes, ya cha kwanza nachopenda kuambia mashabiki wangu pia ambao wanafollow kwenye page zangu kwa. Wende tu kusupport kazi za Morapa kwa sababu Morapa ndo anakuja na ana vitu vingi vya kuleta na kufanya mapinduzi kwenye huu muziki.